Alhamdulillah, msafara ulikuwa ni mzuri na tulipokelewa na watoto. Unajua watoto pia ndani yake ni baraka. Angalia namna gisi watoto wanakuja kutupokea wanapita katika maji, inadhihirisha kwamba watoto wana hamu ya kusaidiwa lakini watoto hawa wa Katumba wamepata mtihani wa maji ambayo nyumba zao ziliporomoka kwa bahari, namna inavyoendelea pia kutanuka na kuonesha nguvu zao na sisi kama wazazi. Lakini sisi kama viongozi tunaendelea pia kutumikia Uislamu wetu, tunaendelea pia kuamka na kuonesha kwamba Burundi tunao, tuna nafasi ya kuamka kwa pamoja, namna giza anavyoendelea pia kuzungumza Mheshimiwa Mufti wa Burundi Sheikh Salum na Yabaga Kutuonesha kwamba jamii ya Kiislamu tunahitaji kuamka salama. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti bado tunamuonesha kwamba Burundi tunaendelea pia kusimamia ushauri wake. Harakati <tipos> tunaziona Alhuda mnazofanya kweli, mnapambana sana kwa kutumikia umma. Mitaji mnaitoa kwa wasiojiweza, wataraji rehema kutoka kwa Rahima. Mitaji mnaitoa kwa wasiojiweza wataraji rehema kutoka kwa rahima. Alhamdulillah, wametupokea vizuri sana mama zetu na watoto kwa ujumla. Tuko hapa ni Gatumba, hatimaye tumeona kwamba tuchangie nao angalau chai cha asubuhi, uji umetengenezwa. Nina imani kwamba waliotoa sadaka zao ili ambalo tulilolifanya na tumekuja kuwasaidia hawa watoto zetu ambao ni maskini, mayatima, wajane, namna unavyoona watoto zao na manyumba, namna unavyoona hizi nguo wanazozipata ni nguo za Uislamu. Nimshukuru pia Sheikh Abdul Shakur, mmoja katika nguo ambazo aliweza kunipatia nadhani unaona zinaendelea pia ku, kuvalika <mahane>,

mwenye kuelekeza katika kila jambo la kheri, ulipwa kwa kutenda yaliyokuwa ya kheri. Karibu katika kundi letu la kheri, tushikamane na kuweza kuyatenda yale atakayoweza kumridhisha mola wetu kwa watoto hawa. Lakini mwisho kabisa, sitokosa kushukuru mama zangu wa Alhuda waliyojitoa. Nadhani unaona kama nina watoto ambao tumewapatia manguo ya mpya zaidi ya watoto mia mbili. Watoto mia mbili, na hawa ni mfano, unavyoona matisheti hizo za mpya kwelikweli. Kiongozi Hamza Mahale, unilako hilo lifane kwa mama hao washika mali Al Huda beba, mufanye Al Huda muongozo wa jamii. mwenye kuelekeza katika kila jambo la kheri ulipo kwa kutenda yaliyokuwa ya kheri. Karibu katika kundi letu la kheri, tushikamane na kuweza kuyatenda yale yatakayoweza kumridhisha Mola wetu. nimufungure rumukat watoto zetu hawa, wana ni moja katika watoto ambao wanaishi katika hema hizo, maisha yao magumu lakini tungelikuwa na uwezo tungeliwapatia nguo hawa watoto wote, lakini tumekuja na nguo zaidi ya watoto mia mbili, lakini hapa pako zaidi ya watoto mia tatu. Lakini alhamdulillah katika hii mia moja itakaokosa mina imani Mungu anaona nia zetu, na namna hawa watoto wanakula. Hii ni mikati ya sadaka ya Uislamu ambao wanaoniamini nimewahamasisha na kuonyesha ubora wa kuwalisha hawa watoto, tabasamu za hawa watoto, chai wanaotumia chakula hichi Wallahi, itakuwa ni baraka, itakuwa ni nuru katika maisha yetu. Na huyu ndio upendo, tukiwasaidia hawa watoto tunapata neema na hapa tunautangaza yote haya. Bado tunaendelea kukuomba na we ambaye unaotutazama, hebu wekeza sadaka yako, ukitazama namna tulivyosali tumemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumeutangaza Uislamu hapa. Kiongozi Hamza tumeonesha mapenzi hapa, tumemwakilisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wako mama zetu ambao wametangulia kaburini, maskini ya Mungu, ni wana Alhuda. Mungu pia awateremshie nuru na baraka katika kaburi zao. Namba yangu niyo hapo ya WhatsApp, namba yangu niyo hapo ya WhatsApp ambao unaiona unaweza ukatusemesha, tuna shida ya busate virinda, tumekodesha. Si tuna virinda vitano, lakini tulikodi vitano. Hebu tuuzie na wewe angalau kimoja busate. Umeona tumesali barabarani, hebu tuuzie angalau busate moja. Tunapokwenda kwenye harakati tunasali, hebu angalia na wewe angalau chochote cha kuchangia, ili mradi tuendelee kutangaza Uislamu katika nchi yetu ya Burundi, niendelee kukuwakilisha. Lakini na shida ya stoke pia ya unga wa uji Nina shida ya mikate pia, nina shida kui ya kuimarisha, kutia nguvu. ayawezi akafanyika yote hapa, sina kuwa na mchango wa pesa. namba yangu mimi niyo ya hapo ya alimi kashi na jina linatua ni Hamza Mahane, kode iko hapo ni alimi kashi, jina linatua ni Hamza Mahane. Ebu hakikisha tumeungana kwa pamoja. lengo langu mimi si tuyafanye haya ili watu watuone. Tuna imani kwamba mbingu na ardhi linashuhudia haya ambayo tunayafanya kwa ajili ya Mola wetu. Allah, tuhifadhie mema yetu kwa Waislamu wote wenye kutuunga nguvu, tubarikie Mungu kwa wote aliotoa pesa zao, unga, uji, mikate, juisi. Mama yangu Abuiza amenikabidhi mikate yake, amenikabidhi pesa zake, amenambia juisi hizi nipelekee ili mradi tu mambo haya yaende vizuri, na mimi nategemea kwamba wewe ambao unanitazama kaka zangu baba zangu mashekhe, hebu tuungeni nguvu, tuendelee kutangaza Uislamu. Tazama ofisi yetu ya Alhuda, namna tunavyopanga vitu, lakini na bado tunawaacha watoto zetu wanaisoma Qurani. Mungu ibariki Alhuda pamoja na Waislamu wote duniani <todiculia>

nyekuelekeza katika kila jambo la heri, kulipwa kwa kutenda yaliyokuwa ya heri. Karibu katika kundi letu la kheri, tushikamane na kuweza kuyatenda yale atakayoweza kumridhisha mola wetu. Kina mama, kaka zetu, wazee kwa vijana, hii ni safari ya kuweza kuelekea kwa mola wetu. Alhuda ni mwongozo wa jamii yenu ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda mwongozo wa jamii.